Jina naitwa Mhandisi Mustafa Blue kutoka TEMESA, Dar es Salaam. Ni msimamizi wa easy mobile workshop Tanzania, lakini leo tuko mkoa huu wa Njombe kwa ajili ya kuja kuwasilisha mifumo ya mumu pamoja na prepaid. lakini wakati tunafanya mawasilisho ya mumu na prepaid iliambatana na ukaguzi wa magari katika ofisi ya mkuu wa mkoa Njombe, ikiambatana na mafundi mbalimbali wa hapa wa mkoa wa Njombe, mabarozi na wataalamu wa zile diagnostic machine kwa ajili ya kupima magari katika mfumo wa kisasa unajua, unajua, kwa taratibu zinavyokuwa eh, serikali inapoagiza magari mapya inapaswa TEMESA lakini wakishirikiana na madereva kupata mafunzo ya wale madereva jinsi ya kuyaendesha na kuyahudumia, lakini TEMESA kupata mafunzo ya kuyakagua na kuyatengeneza. Kwa hiyo ni wajibu wao, ni lazima wapate mafunzo yani ipindi pale magari anapokuja serikali na magari mapya, kwa dereva anapaswa apate mafunzo. Na ndio maana tulifikiria hilo, tukaona kwa mkoa wa Njombe tufanye mafunzo ya madereva. Unajua, tairi za magari zinahusiana na mambo ya road condition, kwa hiyo ndio maana utakuta hata namba zinazoandikwa kwenye matairi, maana zina maana yake, yawezekana mtu akawa anataka tukufunga tairi kwenye gari fulani lakini hajui, na ndio maana tairi unakuta zina issue ya, ya speed, matumizi ya barabara, sasa ndio maana changamoto au zina mwaka expired, kilomita ilizotembea, namna ya kutunza tairi, namna ya kuweka level ya, ya, ya upepo kwa hiyo na hiyo inachangia wengi walikuwa hawajui. Kwa hiyo na ndio maana tarehe kumi na nne tutakuja kuelimisha ni namna ya kutafuta revu ya upepo, namna na ya kusoma tairi mwaka, ni namna gani gari yako utatumia taili kutokana na condition kwa mkoa wetu wa Njombe na mikoa mingine kama inavyoweza, ina ni changamoto, ni kama narudia tu vile vile tu, wengi wao walikuwa bado hawana ufahamu kuhusiana na hizo changamoto. Ukichukua gari kama ile ni Land Cruiser hadi top kama unavyoiona hapo kapasiti e, yake kama inaweza kuambia tani moja kwa hiyo tani moja maana yake ni sasa na kilo elfu moja ni sasa na watu kumi wenye kilo mia moja ndio watakiwa wakae humo na hizo ni changamoto kweli zinatokea na hasa so magari mengi hata magari yale magari yetu ya kusafirishia magari, madawa ya MSD ambayo ni zile hadi top nao tunataka tuwashauri sasa hivi inabidi ikiwezekana kuwa na utaratibu wafunge mizani kupima resho ya kile anachopakia ili kuendana na ubora wa gari inavyotaka. Gari nyingi zinaharibika, sometimes huzidi kwa mizigo uzi, au speed yaani, yaani speed nayo inachangia, mzigo ni mkubwa na dereva anakuwa yuko speed. Kwa majina anaitwa Edward Emmanuel msanifu mitambo niko ofisi ya Temesa Njombe e, kwa, mimi ofisini pale ndio naye pokea magari unapokuja kwa kwenye matengenezo kwa ajili ya kuyasajili na kuyapeleka kwenye taratibu nyingine za matengenezo. Kwa hiyo gari likija, tunalisajili kwenye mfumo, tunaendelea na taratibu za matengenezo mpaka litakapokamilika, na mambo yote saizi yanafanyika kwenye mfumo, kwenye mam system ya usimamizi wa matengenezo ya magari. Mbele yenu mnayoviona hapa ni baadhi ya vipuli ambavyo tunavitumia kwenye magari yetu ya serikali tunayoifunga kila siku, vipuli hivi ni original na tunachukua kwa, kwa masupplier ambao ni, ni wameteuliwa na serikali kwa ajili ya kufanya hii kazi ilo, kayo, tuki anza, tuki, anza na mikataba yao inasema wasupply vipuli original na na sisi tunahakikisha hilo linafanikisha. Kwa hiyo tukianza ni, oil, ni diesel filter ambayo inafunga kwenye Nissan genuine kabisa kama mnavyoiona genuine kabisa ni mpya. Kwa hiyo vifaa tunavyofunga kwenye magari saizi ni genuine sio vya kubabaisha kama mna, kuna namna nyingi za kucheki vipuli original vya kwenye magari. Cha kwanza tuna cross check hizi barcode kwa kupitia QR code skana kwenye simu yako, unaweza ka download ukaskan barcode nakupa hiyo item kama ni original au sio original. Kwa hiyo vyote hivi mnavyoona hapa mezani ni vipuli original ambao tunaifua kwenye magari yetu, lakini mkija huku tuna baadhi ya vifaa mbalimbali ambayo tunavitumia tools. Nasema saizi dunia imebadilika teknolojia imekuwa, kwa hiyo huwezi kutengeneza gari kwa, kwa, kwa kutumia tu spana za kawaida. Lazima uwe na vifaa vya kisasa kama kompyuta na vitu vinginevyo. Hii unayoiona hapa ni mashine yetu ya diagnosis inaitwa Launch X431 Plus ni mashine kubwa kabisa ambayo ina uwezo wa kupima magari aina zote. Gari lolote likitengenezwa leo duniani, mashine hii ina uwezo wa kufanya diagnosis. Mashine hii kazi yake ni kutambua matatizo ya gari ya mifumo ya umeme kwenye magari kama mnavyoona. Na ina uwezo wa kupima magari aina yote, magari makubwa na magari madogo, lakini pia tuna mobile workshop na mobile workshop kama mnavyoiona hii hapa kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ile ambazo ziko ambazo ziweze zikafika karakana, tunazifuata gari kama zimepata breakdown au kama gari ziko wilaya ya mbali. Badala ya mteja ku, kuwasha gari kutoka wilaya ya kilomita mia na sitini kuja Njombe, tuna wafata kwa ajili ya zoezi la, la ukaguzi na matengenezo. Mnavyoviona hapa baadhi ya vifaa ambavyo vinapatikana kwenye hii mobile workshop. Mashine hii hapa ni mashine kwa ajili ya ku drain oil kwenye magari gari aina zote. Tunatumia hizi stick kwa ajili ya tunapachika kwenye dip stick, tunafyonza oil bila kufungua koki, kwa hiyo hauhitaji shimo ili kumwaga oil, unatumia mashine hii. Mashine hii hapa ni kwa ajili ya grease, fanyia greasing kwenye magari na mitambo, lakini pia kuna kuna toolbox ina no, no, no, no, no. Hili hapa toolbox hili limekamilika, lina spana aina zote, hizi zote zina spana ili linakuwa ndani ya mobile. Kwa kwa hiyo tukienda ni site ya tukwami ni, ni, ni ina, ina, ina comprise kwenye light na heavy, kwa hiyo magari makubwa na madogo ukienda huwezi maspana kufungua Jina naitwa Mhandisi Pongeza Akivaria asemakuwa, mimi ni meneja wa TEMESA lakini pia ni mratibu wa mfumo wa usimamizi wa kazi za matengenezo TEMESA. Leo tupo mkoa wa Njombe kwa ajili ya kutoa mafunzo ya namna ya kutumia mfumo huo wa usimamizi wa kazi za matengenezo, kwa kifupi MUMU, na mafunzo haya tumeyafanya kwa makundi matatu. Kundi la kwanza ni watumishi wa, wa TEMESA. Kundi la pili ni washitiri wetu, yaani kwa maana kwamba taasisi za serikali, alafu kundi la tatu ni karakana teule. Lengo la mafunzo haya ni kujenga uelewa wa matumizi ya mfumo huo wa TEHAMA, ambao yalikuwa ni maelekezo ya serikali ya awamu ya sita kuhakikisha TEMESA inaboresha huduma zake, ikiwemo kuwa na mifumo ya TEHAMA. Sasa mfumo huu umeelekezwa na serikali uanze kutumika na una manufaa kadha wa kadha. Nufaa la kwanza ni kuleta uwazi katika huduma ambazo taasisi inatoa, tukianzia kwenye upande wa gharama, vipuri vinavyofungwa na hata huduma ambazo watumishi watahudumia wata hizi taasisi za serikali. Kwa hiyo na faida ya pili, mfumo huu unatunza kumbukumbu kumbu za huduma ambazo taasisi imetoa kwa taasisi za serikali, na pia taasisi za serikali zinaweza zikapata taarifa hizo zikiwa kwenye ofisi zao. Lakini pia mfumo huu unakuja kuleta wepesi wa wateja wetu kuomba huduma zetu. Sasa hivi, kwa mfano, kwa hapa Njombe, kwa mteja aliyoko Makete, maanake hata hatapata usumbufu wa kutoka Makete kuja kuomba kuleta barua ofisini kwetu kwa ajili ya utaratibu wa matengenezo, lakini ataingia tu kwenye mfumo ataanzisha maombi maombi, atafika ofisi za TEMESA atapewa mrejesho siku hiyo hiyo, na atapewa pia na muda wa kuja kwa ajili ya ukaguzi. Kwa inakuwa ni, ni vizuri kwa mteja kupanga ratiba zake na kujua hata gharama atakazotumia kuleta gari kwa ajili ya ukaguzi. Lakini faida nyingine ya mwisho, mfumo huu umekuja sisi kustandardize huduma za TEMESA nchi nzima. Leo hii mfumo huu unatoza gharama zinazofanana na vituo vyetu vyote nchi nzima. Kwa hiyo, gari kwa mfano ikikaguliwa hapa Njombe ikawa na magonjwa sawa na itakavyokaguliwa Mwanza, bei zake za kuhudumia zitakuwa zinafanana. Hivyo ni tofauti na hapo zamani, ilikuwa gari yetu, gari ikikaguliwa Njombe inaweza kuwa na bei tofauti na itakavyokaguliwa Dar es Salaam na, na itakavyokaguliwa Mwanza. Lakini sasa hivi kupitia mfumo huu ishu ya bei imekuwa ni uniform nchi nzima. Lakini mfumo huu una module uwezeshi za watumishi wetu kuweza kufanya majukumu yao kwenye mfumo. Hii inakuja kuleta uwazi na hata uwajibikaji, kwa sababu records zote zinawekwa na muda wa matengenezo unawekwa. Kwa jina naitwa Thomas Komba, ni afisa usafirishaji hapa kwa Ras Njombe. Nashukuru sana TEMESA kwa kutuletea mafunzo hayo ya mfumo wao utendaji wa kazi. Mafunzo yamekuwa ni mazuri sana na yenye mafanikio makubwa sana kwa sababu kupitia mfumo wao sasa hivi unakuwa unaweza kufanya kazi ofisini, wakati dereva akiwa kule garage. Chochote anachokifanya dereva kule, wewe unaandikiwa ukikiwa ofisini. Kwa hiyo wewe na mtu wa manunuzi mnakuwa mnakiona pale pale, tofauti na vile ilivyokuwa zamani. Dereva anaweza kuwa ameenda garage akafanya check up kule, akawa anajua aa vitu asikwambie, ukaja kuviona tu kwenye mfumo baadaye au vingine unaweza ukaviacha kwa muda ule na kulingana na, na hapo hapo unaweza ukabadilishana mawazo na bosi wako, je, hiki kilichoandikwa, kosti iliyoandikwa hapo, unaweza kuiafodi kwa muda huu tukarekebisha gari kwa muda huu au tuiache kwanza? Hivyo vitu vyote vinafanyika hapo. Na kitu kingine, huu mfumo wao una advantage kubwa sana kwa sababu kwanza, unatunza kumbukumbu kumbu ya muda mrefu sana. Unaweza kuchukua hata service tatu nne za nyuma zilizopita kwenye mfumo huo huo muda huo huo ukaangalia kama unaona kuna kitu amekiandika sasa hivi na bei yake kiko juu, unaweza kurudi nyuma kidogo, kifaa kile kile kimeandikwa bei gani, na mara mwisho nyuma kilikuwa bei gani, na sasa hivi kwa nini kimepanda, kimekuwa vile. Na kama nikifunga kitu kifaa kile kile kwenye kwenye service iliyopita na sasa hivi nataka afunge tena, unakuwa na pawa ya kuhoji pale pale, awamu iliyopita mlifunga spare hii kwa bei hii hapa, sasa hivi mlifunga sio kwa jeje, kicha mzee yake kwa genuine na jeje, unachoenda kukifunga sasa hivi unahakikisha kina kitakuwa kina life span ya muda gani. Unaweza kufanya hivi, ndio na hii inatusaidia kumaintain magari kwa urahisi zaidi, unakuwa na kwa uwazi zaidi na hata kiongozi yote anaweza kupata ripoti muda wote akiwa popote pale, sio kama vile ilivyokuwa zamani mpaka waambie niandalie ripoti hii. Una drive una hapo hapo unapeleka ripoti na ripoti inafika kwa mhusika moja kwa moja. Shukrani sana.